Mradi huu ulitakiwa haya maeneo leo yanayozungumzwa kwamba mi, vi, vilula kumi havitoi maji, vilitakiwa viwe vya kwanza kabisa, kwa sababu ulitakiwa uanzie kwenye chanzo kinaitwa kwa Mkurui kcha Malomboi. Mwenzangu wa kata ya Ngongoi vijiji vyake vyote vinanufaika na mradi huu, eneo lililobakia ni la kwangu mimi, ambaye ni mwasisi wa mradi huu. Kwa hiyo najisikia vibaya sana. Kero yangu mradi huu ulivyokabidhiwa ulikabidhiwa na mwenyekiti wa halmashauri, alivyotukabidhi mradi alituambia unajengwa mradi mpya, mradi mpya ambao una tenki tatu na kukarabati mradi wa zamani ambao una matenki mawili. Lakini sasa hivi tumeshangaa, tume umejengwa limejengwa tenki moja. Je, haya mawili yamepelekwa wapi? Waziri, nashukuru kwa nafasi hii. Dizaini ya mradi ilifanyika 2009 mradi huu kulingana na BOQ zilizoandaliwa unatakiwa uwe na tenki moja la ujenzi la lita laki mbili na elfu 25. Vituo ambavyo vitakuwa vitoe maji havitoa maji, ni kwa sababu chanzo ambacho tutakiwa tukarabati mwanzo kiingiza kwenye tenki ambalo tutakiwa tukarabati kilikuwa alijafanyiwa karabati Mgwashi, kuna magumashi leo. Magu, mhandisi wetu hawatusaidii. Moja kwa kuwa, mhandisi wa maji jukumu lake ni kuhakikisha wananchi wanapata maji, na yeye analipwa mshahara na serikali kwa maana ya kodi ya wanyonge, lakini wananchi wa Mgwashi andisi wa maji hii kazi imemshinda. well, well, unajua ukishiba ukitaka kuchezea we chezea kidevu chako au chezea kitambi lakini ukichezea maisha ya watu we hututakii mema. Hivyo basi kama naibu waziri wa maji tunaagiza mwandisi huyu wa maji wa Mgwashi kwa maana ya Bumbuli hatufai, aondoke, tukamtafutie kazi nyingine ya kufanya.